Eh, swala mahusiano ni swala muhimu sana eh, kwako kwa wewe mtu binafsi ama wewe pamoja na jinsi unavyohusiana na watu wengine. Kwa kweli mahusiano kwa kiasi kikubwa huwezesha kila kitu, hata kama kazi, ili ziende vizuri, mahusiano ni kitu cha muhimu sana mahusiano kati ya kiongozi na wenzake, mahusiano kati ya wewe na wateja wako, mahusiano kati ya wewe na eh, stakeholders wako ni kitu muhimu sana. Uh, Warren Buffett, eh, ni mwekezaji mkubwa sana. Bila shaka uliwahi kumsikia Warren Buffett. Unajua, yeye atakuwa ameshakutana na watu wengi, ya ni mfanyabiashara maarufu, amekuwa na wafanyakazi wa aina mbalimbali, amefanya amekutana na wawekezaji wenzake na vitu kama hivyo. Eh, amepata faida kupitia watu, amepata hasara kupitia watu kwa hiyo Warren Buffett katika uchunguzi wake wote akasema kwamba kwa sababu tunafanya kazi na binadamu ama tunahusiana na binadamu, akasema ndani ya mtu chunguza vitu vitatu. Nitavitaja kwa Kiingereza na kisha nitavirudia kwa Kiswahili. Warren Buffett alisema kwamba ndani ya mtu chunguza integrity, chunguza intelligence, chunguza na energy. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema angalia uadilifu angalia akili, angalia na nguvu, au motivation ya kufanya eh, majukumu. Warren Buffett akasema kwamba katika hivi vita, vitu vitatu, mtu akikosa kile cha kwanza ambacho ni integrity ama uadilifu, akasema usihangaike kuangalia hivyo vingine vya pili na hii ni call kubwa sana hasa kwa watu ambao wakati mwingine unafanya ajira ya kutafuta wafanyakazi katika taasisi ama kampuni ama watu wa kushirikiana nao katika biashara. Ni kitu muhimu sana uadilifu. Sasa Warren Buffett, kwa nini anasema kwamba chunguza vitu vitatu na ukigundua mtu hana uadilifu, ati usiangaike na akili wala kwamba ana nguvu ya kufanya kazi? Ni kwa sababu zifuatazo unaposema uadilifu ni kile kitendo cha mtu kufanya kazi bila kutarajia kwamba kuna mtu ananiona au ananifuatilia. Na uadilifu humpa mtu trust, yaani, uadilifu unampa mtu heshima, na uadilifu unampa mtu kuaminika na watu wengine. Uadilifu unakufanya wewe uweze kufanya mambo yako bila watu kuwa na wasiwasi kwamba pale yule e, nini kitakachotokea kama fulani akiwa ndiye anakifanya. Nakupa assignment, jaribu kufuatilia kwenye hata katika taasisi zetu katika jamii zetu hizi uh, kama taasisi zetu watu wakiachiwa katika kampuni wafanye kazi labda ndani ya mwaka mmoja bila kiongozi kuwepo. Hebu jaribu kujifikiria, hata mwaka mmoja unaweza ukawa mkubwa sana. Tuchukulie labda hata mwezi mmoja e, kampuni ikawa ina, inaenda bila kiongozi wa juu, bila kiongozi mkubwa kabisa ule wa juu kuwepo. Hebu fikiria kwamba hiyo taasisi ita baadaye itakuwa na e, majawabu gani? Au itakuwa ni taasisi aina gani? Je, hawa waliobaki watafanya kazi kwa uadilifu, au wataanza kwamba kwa sababu kiongozi hayupo, na wao wakawa wanafanya mambo yao binafsi. Kwa hiyo mwisho wa siku swala la uadilifu ni swala muhimu sana kwa sababu it gives you trust uh, to other colleagues. Inakupatia kuaminiwa na wenzako unaofanya nao majukumu au unaofanya nao kazi. Sasa, intelligence ni nini? Akili. Akili ni ule uwezo wa kupambanua mambo, uwezo wa kuamua mambo, uwezo wa kuchambua na kujua kwamba kipi ni sahihi na kitu gani sio sahihi, kitu gani kifanyike kwa sasa, kitu gani kisifanyike. hiyo ni intelligence. Ule uwezo tu wa kuwa na uwezo wa kufafanua vitu, kupambanua vitu, hiyo tunasema kwamba hiyo ni intelligence ya mtu na nguvu, kwa muktadha huu Warren Buffett anamaanisha ule msukumo wa ndani wa mtu kufanya kazi, yaani kwamba unajisikia tu ndani uko motivated. Yani una msukumo tu kwamba hebu ngoja nifanye, bila kuzingatia muda, bila kuzingatia nini, lakini unaona, Let me do it, ule moti, internal motivation. Sio kwamba mpaka mtu akumotivate aweze kufanya kazi sasa Anasema kwamba kama mtu anayo nguvu anayo motivation ya kufanya kazi, alafu huyu mtu anayo akili ya kufanya kazi eh, na anajua kipi ni sahihi kipi sio sahihi, lakini akakosa uadilifu, anasema huyu usizingatie kufuatilia kwa naye katika masuala mbalimbali. Tena yeye alienda mbali zaidi akaonyesha kwamba kama uadilifu haupo, akili kwa maana uwezo wa kuchambua vitu na kuvifanya, na nguvu ya kuvifanya ipo kama uadilifu haupo inaweza ikahatarisha taasisi zaidi katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe kama kiongozi ama kama unayenuia kuwa kiongozi jaribu kuchunguza hivi vitu muhimu sana. Kuna watu ambao unahitaji kufanya nao partnership, yani unahitaji kuwa nao katika biashara zako. Kuna watu unahitaji kuwa nao katika kufanya kazi katika taasisi ambayo mpo, ama wewe unaweza ukawa ni HR manager, unaajiri watu kuingiza kwenye taasisi ili waweze kusukuma gurudumu la taasisi iweze kufikia malengo yake iliyojiwekea, vision yake E, angalia sana kama kwenye kipengele cha uadilifu. Na hawa hata chiara nadhani wanajua vizuri sana namna ya kujipima. Kama uadilifu haupo, hizi sifa zingine zote unakuwa unazipoteza. Je, utakubali kupoteza kitu cha msingi kwa sababu ya kukosa uadilifu? na kualika kama kiongozi ama kama e, unayenuia kuwa kiongozi siku za usoni. Be, hakikisha kwamba swala la uadilifu E, linakuwa ni kipaumbele chako kwa sababu litakupa kuaminika na haya mambo mengine ya intelligence na nguvu ya kufanya kazi vitakuwa vinaenda vizuri. Mungu akubariki sana e, na kukaribisha katika kipindi kijacho ingia kwanza katika YouTube channel yetu angalia Msimbete TV kuna neno subscribe subscribe, subscribe, e, kwenye kile kikengele ki, kitakachokuja ubonyeze pale na wewe utakuwa kwanza kabisa kupata taarifa zetu ama kupata vipindi vyetu tutakapovitoa. Asante, Mungu akubariki, tukutane kipindi kijacho.